A gazeti la Mwananchi kukusomea habari kubwa kabisa iliyoandika hapa ukurasa wa mbele inasema, NEC walishana yamini uchaguzi mkuu yakutana na wakuu wa polisi wasimamizi wote wa uchaguzi nchini kukumbushana dhamana ya kila moja Oktoba 25. Hapa kuna habari picha ambayo inamwonyesha mgombea wa rais wa CCM Dr. John Magufuli akihutubia mkutano wa kampeni uliofanyika katika uwanja wa Snow viuboma wilaya ya Hai Kilimanjaro, jana, lakini Dkt. Magufuli anasema anataka kuziba mirija ya ulaji. Na hapa pia kuna habari picha ambapo Lowasa anasema nipeni madaraka niwaonyeshe kazi. Mgombea wa rais wa Chadema Edward Lowasa akihutubia mkutano wa kampeni uliofanyika na Manga mkoani Arusha jana. Nami nikiangazia habari za ndani, kurasa za ndani gazeti la Mwananchi, nami nikianza na asana, uh, kurasa, ukurasa wa pili habari inasema Peter Msigwa apandishwa kizimbani Iringa, lakini habari nyingine nasema nipeni madaraka ni uonyeshe kazi, hayo ni maneno ya Lowasa kutoka ukurasa wa pili. Lakini ukurasa wa tatu, Dk. Magufuli anasema anataka kuziba mirija ya ulaji, lakini habari nyingine nasema nitatumia ni uzoefu wa utalii, hayo ni maneno ya Samia, nitatumia uzoefu wa utalii. Nikiokia ukurasa wa nne, gazeti la Wananchi Polisi kuchungu, uh, kuchunguza mgombea kutekwa nek. Polisi wasimamizi walishana yamini. Kurasa ya tano, jaji Warioba anasema msimamo wangu kuhusu katiba pale pale, lakini JK aongoza waombolezaji kumwaga mchungaji Mtikila. Ni habari hizo kutoka gazeti la Mwananchi, kurasa za tisa na nane, lakini kwa ufafanuzi zaidi utapata nakala yako Nikigeukia katika gazeti la Tanzania Daima, sauti ya watu, habari kubwa kabisa, ukurasa wa mbili, inasema amekuja Kingunge kumnadi Lowasa Arusha leo, aomba dakika 40 kumchana JK na CCM. Taarifa za Kingunge kupanda kwenye jukwaa moja na Lowasa leo zimeibua mjadala kila kona mjini hapa, huku wananchi wengi wakiwa na shauku ya kutaka kumwona na kumsikia mkongwe huyo wa siasa akihubiri mabadiliko hapa kuna habari, picha inaonyesha mgombea wa urais wa tiketi ya Chadema anayeungwa mkono na Ukawa ed Lowasa akiwahutubia wananchi wa mji na wa Namanga katika jimbo la Longido mkoani Arusha katika mkutano wa kampeni unaofanyika jana yani. Habari kamili ni ukurasa wa pili na ukurasa wa tatu, lakini habari nyingine inasema anaswa na vichinjio mia moja kumi na nne. Habari kamili ukurasa wa tano. Kurasa zake za ndani gazeti la Tanzania Daima, sauti ya watu, nami nikianza kukuangazia ule ukurasa wa pili, ni ile habari kubwa kabisa inasema amekuja, lakini habari nyingine nasema uh, tutakesha kulinda kura, ni maneno ya Lowasa, tutakesha kulinda kura. Ukurasa wa tatu, duni astukia wizi wa kura, lakini ndegeje amzungumzia uh, um, Kingunge. Ni habari hizo kutoka ukurasa wa tatu. Ukurasa wa nne Mtikila aagwa kuzikwa leo, na hapa kuna badi picha inaonyesha makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Maalim Saif Sharif Hamad, ambaye pia ni mgombea rais wa Zanzibar kwa tiketi ya CUF akitoa heshima za mwisho kwa mwili wa aliyekuwa mwenyekiti wa DP marehemu Mchungaji Christopher Mtikila kwenye ukumbi wa Karimu Jeji jijini Dar es Salaam jana, kabla ya kusafirishwa kwenda wilayani Ludewa mkoani Njombe kwa mazishi. Magufuli anasema nitaingia Ikulu na mabango lakini JK ataja mbinu kukabili foleni. Ni habari hizo kutoka ukurasa wa nne. Nikiamia ukurasa wa tano anaswa na vichinjio mia moja kumi na nne. Nisaidie kusoma habari kwa ufupi. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa Takukuru mkoani Kagera imemkamata mtu mmoja ambaye hawakumtaja jina kwa sababu za kiuchunguzi, akiwa na shahada mia moja kumi na nne za kupiga kura katika manispaa ya Bukoba. Akizungumza na wanahabari naibu mkuu wa Takukuru mkoani hapa Joseph Moiswelo alisema wamekuwa wakipata taarifa za watu mbalimbali wakihusishwa na ununuzi wa shahada za kupigia kura hasa kwa makundi ya vijana. Moiswelo alisema shahada hizo zinadaiwa kuuzwa kati ya shilingi elfu tano hadi shilingi elfu kumi katika mitaa mbalimbali. Ni habari hiyo kutoka ukurasa wa tano, lakini habari nyingine inasema mgombea Chadema anusulika ajarini na Msigwa apandishwa kizimbani na ni habari hizo kutoka gazeti la Tanzania Daima, nami nikijiotea gazeti la Uhuru kweli daima, nikiangazia ile habari kubwa kabisa ukurasa wa mbele: mchezo mchafu, Lowasa atenga fedha kununua kura milioni kumi, bodaboda -boda mama na baba lishe ndio walengwa, mratibu watajwa, mgao kuanza Oktoba 23 na 24. Habari kamili ni ukurasa wa nne lakini habari nyingine nasema funga kazi Dk Magufuli yavunja ngome za Ukawa wa Kilimanjaro, vigogo wazidi kuwakimbia Lowasa na Mboe. Sendeka anasema Lowasa ameasi kabila kisa madaraka, lakini Magufuli pia anasema hizi ni salamu tu, nasubiri kuapishwa. Habari kamili ni ukurasa wa pili. Habari nyingine nasema TANESCO yaibuka na kutoa ufafanuzi. Dk Magufuli asisitiza ni hujuma za watendaji, aonya wana siku kumi na nne tu kuendelea kuwepo. Habari nyingine inasema tusikubali kutumiwa na wanasiasa, ni maneno ya Cardinal Pengo, tusikubali kutumiwa na wanasiasa. Habari kamili ukurasa wa tatu. Lakini kurasa zake za ndani gazeti la Uhuru, nikianza na ule ukurasa wa pili, hapa kuna habari kuhusu mikutano ya wagombea wa rais wa CCM, lakini kuna habari ya mheshimiwa pombe Magufuli kuhusu ufunga kazi ule mkutano wake lakini, uh, lakini ukurasa wa tatu kuna habari inasema, tusikubali kutumiwa na wanasiasa ni maneno ya Pengo. Habari nyingine inasema Ukawa wavurugwa, habari ukurasa wa tatu. Lakini ukurasa wa nne mchezo mchafu ni habari kubwa hapa, ukurasa wa nne. TANESCO yaibuka na kutoa ufafanuzi, lakini funga kazi inatoka ukurasa wa pili. Ukurasa wa tano, mchungaji Msigwa apanda kizimbani, kiwanda cha kukausha nyeti daa cha fungwa, Dkt Shein aahidi kiwanja cha ndege Nungwi, wachimbaji saba wafa kwa kufukiwa na kifusi, mgombea UKAWA ni tapeli. Ni habari hizo kutoka ukurasa wa tano gazeti la Uhuru. Gazeti la Jambo Leo, sauti ya jamii. Nikianza na huyo na kurasa wa mbele inasema, wamemtosa Lowasa, sasa waongoza kumshambulia wasema hana uwezo wa kuongoza nchi, watoa wa msimamo kwa chaguo sahihi, watoa wa msimamo kuwa chaguo sahihi ni Magufuli. Habari hizi zinapatikana ukurasa kurasa wa pili, lakini habari nyingine nasema mwili wa mchungaji Mtikila wa agwada, mahujaji wa Tanzania waliofariki wafikia kumi na moja. Habari nyingine nasema zito akaliwa kooni. Habari kamili ukurasa wa pili wa gazeti la Jambo Leo, nikiangazia uh, kurasa zake za ndani, nikianza na ule ukurasa wa pili, zito akaliwa kooni, ni habari kubwa kabisa ukurasa wa pili. Lakini mahujaji wa Tanzania waliofariki wafikia kumi na moja, mwili wa mchungaji mtikila wa aguada. Ni kusomea tu kwa ufupi habari hii. Rais Jakaya Kikwete maongozo maongoza viongozi wa ngazi mbalimbali wa vyama vya siasa na serikali pamoja na wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam kuwaga mwili aliyekuwa mwenyekiti wa Democratic Party DP mchungaji Christopher Mtikila. Mchungaji Mtikila alifariki dunia ya mwishoni mwa wiki iliyopita, mwili wake uliwaga Dar es Salaam, na Rais Kikwete alifika ukumbi wa Karimjee saa tano asubuhi kuuaga, kuungana na waombolezaji wengine. Akizungumza na akizungumza kwa niaba ya serikali msajili wa vyama vya siasa nchini jaji Francis Mutungi alisema mchungaji Mtikila atakumbukwa kwa namna alivyokuwa akisimamia kile anachokiamini na, na kwamba alikuwa mwanasiasa mwenye msimamo na mpenda haki huku akifuata taratibu na sheria. Ni habari hizo kutoka ukurasa wa pili, lakini ukurasa wa tatu habari kubwa inasema wamemtosa Lowasa. Ukurasa wa nne, Kikwete asifu ujenzi wa Morocco Square, mchungaji Msigwa afikishwa kortini, lakini ole Sendeke anasema Magufuli atakomesha ufisadi. Ukurasa wa tano, Sefue mgeni rasmi mkutano wa takwimu, mkurugenzi IGT kuishtaki serikali, Songwe kuanzisha klabu ya waandishi, lakini wavuvi watatu wafa maji Pemba. Ni habari hizo kutoka gazeti la Jambo Leo nami nikiangazia gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Habari kubwa kabisa ni maneno ya Lowasa yanayosema kesheni kulinda kura zetu. Ni habari kutoka ukurasa wa nne. Lakini hapa kuna habari, picha inaonyesha mgombea wa urais wa chama cha demokrasia na maendeleo cha CHADEMA kupitia mwavuli wa UKAWA Edward Lowasa akihutubia wananchi kwenye mkutano wa kampeni uliofanyika eneo la Namanga, jimbo la na Longido jijini Arusha jana lakini Magufuli ataka mboe atoswe, ni habari ukurasa wa nne gazeti la Majira. Nikiangazia kurasa zake za ndani, nikianza na ule ukurasa wa pili. Mwili wa Mtikila wa agua da, raia wa China kortini kwa meno ya tembo. Lakini kipindupindu cha uwa kumi Singida DC asimamisha uuzaji wa vyakula, ukurasa wa tatu. Shane aonya uongozi kufanyiwa majaribio. Adadi Rajabu ahidi makubwa Muheza, lakini kiwanda cha chai mponde kuanza uzalishaji. Ukurasa wa tano, lote anasema kesheni, kulinda kura zetu. Magufuli asaka mboya atoswe. Ukurasa wa nne, uchumi supermarket warejesha wafanyakazi 180 nyumbani. Serikali yajivunia ujenzi wa barabara. Ni habari hizo kutoka uh, gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, lakini gazeti la Habari Leo pia lina habari kubwa kabisa hapo ukurasa wa mbele linasema: Magufuli ahidi makubwa Moshi, asema atakuza uchumi wa kasi kupitia utalii na viwanda, akataa uonevu kwa wauza mitumba, wabeba mizigo mlimani. Habari kamili ukurasa ya wa pili. Na JK yaongoza maelfu kumwaga Mtikila, wengi wamelia, wamsifu kwa kusaka haki kisheria habari kamili ukurasa wa pili. Mahujaji waliofia waliofia Maka wafikia kumi na moja. Lakini habari nyingine inasema Wachina wakausha nyeti za ng'ombe wafungiwa, habari ukurasa wa tatu, ukurasa wa pili, gazeti la habari leo. Mahujaji waliofia Maka wafikia kumi na moja, Magufuli ahidi makubwa, lakini JK aongoza maelfu kumwaga mchungaji Mtikila. Ukurasa wa tatu, msigo Msigwa wenzake kotini kwa kujeruhi polisi. Wanaomchafua zito kukiona kiwanda cha Wachina. Wakausha nyeti za ng'ombe cha fungwa, lakini Lubuva anasema, wasimamizi wa uchaguzi fuateni sheria. Ni habari hizo kutoka gazeti la habari leo na gazeti la Rai, nguvu ya hoja. Dr. Magufuli ajiweka pazuri, habari ukurasa wa tatu, umeme kumbeba Lowassa TANESCO yapambana usiku na mchana kuumaliza mgao. Uh, wagombea ubunge CCM walia ukata, uchambuzi wa wal pole... Uh, ukurasa wa ndani gazeti la Rai, nguvu ya hoja, kuna habari kubwa hapo. kurasa wa pili inasema umeme kumbeba Edward Lowasa, lakini ukurasa wa tatu inasema Dr. Magufuli ajiweka pazuri Ukurasa wa nne, wa bunge wa CCM walia ukata, wanaolichafua Rai kukiona. Na ukurasa wa tano, pombe ya Magufuli kuchemkia matabaka nchini. Ni habari hizo kutoka gazeti la Rai nguvu ya hoja. Na mpenzi mtazamaji, nami nikiwa nimehitimisha habari za kitaifa katika magazeti yanayofikia hapa, ii, nigeukia sasa katika habari za burudani na michezo, nami nikianza na gazeti hili la burudani Ikianza na gazeti la burudani, habari zake za burudani na michezo. Stars mbele kwa mbele, Samata ulimwengu hawakamatiki, ni habari hizo kutoka ukurasa wa pili. Lakini habari nyingine inasema wachezaji Yanga Azam chini ya ulinzi, Mourinho kuikamua Chelsea, ni habari kutoka ukurasa wa ishirini na nne. Gazeti la Sport Starehe, habari za budilani na michezo. Taifa Stars haizuiliki, Tambwe Ngoma uamliza Msuva, ni habari hizo kutoka gazeti la Sport Starehe. Lakini ukurasa wa mwisho unasema kiss of death, Van Gaal Van Gaal wala hana hiani kwani kama umekosea, hakufichi anakupasha wazi, lakini akimaliza kukupa vipande vyako anakukumbatia nibusu na kukubusu. Hili ni busu la kifo. Ni habari hizo kutoka gazeti la Spoti Starehe.